Mambo vipi, mdau wa afya, karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya afya hapa Nsambo Healthcare. asubuhi ya leo umekula nini? Mada yetu ya leo, tutazungumzia jinsi ya kupika vitafunwa kama vile chapati, keki na mikate, wakati wa kutekeleza program ya sayansi ya mapishi. Karibu sana na studioni. Nipo na mgeni kutoka Nsambo Healthcare, idara ya lishe, naye atajitambulisha. Karibu sana, shukran sana. Naita nani? Naitwa Robert Masienene, ni production manager kutoka Nsambwe Skea idara ya lishe. Karibu sana, natamani kusikia mengi kutoka idara ya lishe na maajabu yake. Hamna shida. Haya, mtu akisikia chapati akisikia mikate akisikia keki huwa anafurahi. Unaweza ukatuambia ni mapishi gani ya vitafunwa ambayo yanaruhusiwa katika utekelezaji wa programu ya sayansi ya mapishi? Eh, kwenye sayansi ya mapishi hakuna limitation ya mapishi mm. Ni vyovyote ewe unavyoweza kufanya utundu wako kwenye mapishi. Tunaruhusu kupika chapati, cupcakes, keki za birthday kama unaweza, unaweza ukaandaa kwa kutumia unga wetu mikate, kama hivyo waffles na mapishi mengine mengi kulingana tu na utundu wako. Sawa, watu wanatumia unga wa aina mbalimbali kiwemo pia ngano kutengeneza vitafunwa vya aina mbalimbali mbali. Katika programu hii ya sayansi ya mapishi, je, ni unga gani ambao unafaa kutengeneza vitafunwa? Kwenye programu yetu ya sayansi ya mapishi kwa sababu kikubwa tunachozingatia ni kumwondoa mtu kwenye vyakula ambavyo vinaleta athari kiafya. Ndio. Kwa hiyo hasa tuna mshauri atumie unga ambao hauna kiwango kikubwa cha wanga sababu kama unavyojua magonjwa mengi ya lishe yanasababishwa na vyakula vyenye utajiri mkubwa wa wanga. Kwa hiyo unga tunaomshauri namshauri uwanga iwe kidogo sana kwenye unga wake mm. na kati ya unga ambazo tunamshauri sisi kwenye programu yetu ya sayansi ya mapishi ni pamoja na unga wa almond, unga wa korosho mm. unga wa mbegu za maboga ndio, yeah. So, sawa so, sawa kabisa. Sasa kinachonishangaza unga wa ngano huwa unavutika na ndio maana unakuwa rahisi sana kwa mtu kutumia kupikia mapishi ya aina mbalimbali, kupikia vitafunwa vya aina mbalimbali. Je, unga huo uliotaja, unga wa almond, unga wa korosho na unga wa mbegu za maboga, unaweza kutengeneza pia vitafunwa vya aina mbalimbali? Ya yeah, unaweza kutumia unga huo kutengeneza vitafunwa vya aina mbalimbali, pamoja na kwamba ni gluten free mm, kwa maana y kwamba hauvutiki unga wetu hauvutiki, kwa hiyo mtu akiweka maji anaweza akashangaa unga unasambaa, kwa sababu hauna ile gluten ambayo inasababisha unga uvutike. Kinachosababisha uweze kutengeneza vitafunwa kutumia unga huu mm, mostly unaweza eza ukatumia zanzangam mm, kuna aina fulani ya gamu ambayo inatumika kwa ajili ya mapishi ukaweka kwenye unga wako ukaweza kutengeneza mapishi yako mm, kama chapati ya kusukuma mm, ukatengeneza mkate ukatengeneza oteva lakini kama hivyo haitoshi unaweza ukatumia mayai na mara nyingi, kwa sababu ya upatikanaji wa zanzan kwenye maeneo yetu inakuwa mm. ni changamoto, mayai ni njia rahisi zaidi kuweza kutumia kwenye huu unga, ndio yeah. Kwa nini sayansi ya mapishi imechagua unga huo wa korosho, unga wa mbegu za maboga na unga wa almond na sio unga wa ngano au hata ile ngano ambayo haijakobolewa? Kama nilivyosema hapo awali mm, tunasisitiza sana mgonjwa wa sukari, presha, uzito mkubwa aweze kutumia unga wenye kiwango kidogo cha wanga, na vilevile kwenye unga huu ambao nimeutaja hapo awali, unga wa korosho, unga wa almond pamoja na unga wa mbegu za maboga mm, una utajiri mwingi sana wa vitamin, protini pamoja na madini ambayo yatakusaidia mtu kujenga mwili lakini pia kitu kikubwa ambacho nimekisema hapo awali ni kwamba unga huu na kiwango kidogo cha wanga mm. hivyo mtu ambaye ana sukari presha, au anahitaji kupunguza uzito wake, anaweza akatumia unga huu, lakini pia usiasili maendeleo yake kwenye kutekeleza programu ya sayansi ya mapishi kwa maana ya kwamba kama ni kupungua atapungua, kama ni kubalansi sukari yake ataibalansi vizuri, haitapanda mm. Kwa sababu kiwango kile kidogo cha wanga kinachopatikana kwenye uunga hakiwezi kuathiri maendeleo yake katika kutekeleza au kufikia malengo yake kiafya. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kwa yule mtu ambaye anapika mkate kwa kutumia ngano nzima isiyokobolewa akapika tu mkate kwa kutumia chumvi, maziwa na maji na mafuta bado atapata athari kuliko kutumia unga huu exactly, kwa sababu okay. Kama ametumia vitu ulivyovitaja hapo mm. katika kuandaa mapishi yake, still bado ngano mm. haitaondolea ule uwezo wake wa kuvutika mm. pamoja na kwamba ametumia tu mafuta chumvi na kadhalika, lakini pia ile wanga ambayo inapatikana kwenye ule unga stili bado itaweza kumwathiri. Endapo mtu atapika vitafunwa kwa kutumia unga wa korosho, unga wa mbegu za maboga na unga wa almond, je, anaruhusiwa kula kiwango chochote anachojisikia kula au kuna vipimo maalum vya kula katika hivyo vitafunwa? Nashukuru sana. Vitafunwa hivi kama nilivyosema, sio kwamba havina wanga kabisa, vina mm. kiwango kidogo cha wanga, hivyo pia tunakushauri utumie kwa limiti usitumie in excess, kwa maana ya kwamba kama ni mkate, mkate wetu ule tunaopika una gramu ya tatu mm -hmm, tunamshauri mtu aukate slice nane zinazolingana au nne. Kama amekata slice nane, basi atumie slice mbili kwa siku, asizidishe mm -hmm. na kama amekata slice nne, basi atumie slice moja nikiwa mm -hmm. na maana kwamba ile ule mkate au ile keki sio mlo mkuu kwenye sayansi ya mapishi. Kwa hiyo mm. ile inakuwa ni kama side dish, kwa maana ya kwamba ni, ni, ni mlo msaidizi unasindikiza tu. Kwa hiyo hatutegemei utumie keki ushibe, no, unakuwa na vitu vingine, ile keki inakuwa ni kama kitu cha kusindikizia. Sasa tuingie jikoni, ni vitu gani ambavyo vinahitajika hasa katika kuandaa vitafunwa kwa kutumia unga wa mbegu za maboga unga wa korosho au unga wa almond. Okay, kwanza inatakiwa awe na unga wenyewe wa hicho kitu anachohitaji kupika, kama anataka kutumia korosho anataka kutumia almond au mbegu za maboga ndio yeah. Lakini second inabidi awe na mayai. kwa nusu kilo ya unga wetu msi huwa tunatumia mayai kumi na mbili mm. ya kienyeji Even though ukikosa mayai ya kienyeji basi unaweza ukaruhusiwa kutumia mayai ya kisasa, so, lakini pia inatakiwa uwe na bata kama mafuta mm. -hmm. inatakiwa uwe na baking powder kama unapika mfano mapisha ambayo ni ya kuoka, mm. -hmm. kwa chapati <coughs> kwa chapati, mtu ambaye anatumia chapati hiyo ni kesi tofauti kidogo, mm -hmm. haya mahitaji nayoyataja ni kwa wale wanaooka. Sasa mfano keki, mkate na waffles. Ndio. Kwa kwanza uwe na unga mm -hmm. uwe na mayai uwe na baking powder uwe na bata mm, lakini kwa udogo, natakiwa uwe na chumvi kidogo kwa ajili ya kuweka testi, lakini kama unahitaji kupika chapati, basi natakiwa uwe mm, na unga uwe na mayai na chumvi, kwa mbali. Sawa, hapo nimekusikia umesema bata. Ni bata ya aina yoyote au ni bata ya aina gani? bata tunayoshauri sisi kwenye programu ya sayansi ya mapishi ni ile bata inayotokana na maziwa ya ng'ombe. Lakini kuna mtu anahitaji kupika labda cupcake, na mtu anataka kupika waffles, yeye atahitaji kuwa na, na unga atahitaji kuwa na mayai atahitaji kuwa na bata atahitaji kuwa na zalto ambayo tunaitumia kuongeza utamu. Yeah. Kwa viwango ambaye atahitaji kujifunza zaidi anaweza kaingia YouTube ataona namna ya kuchanganya, namna gani ya kutengeneza na namna gani ya kuandaa, sawa sawa kabisa. Lakini kwa nini unga huu haujachanganywa? Yani kwa mfano, labda mkachanganya unga, unga wa mbegu za maboga na unga wa almond au unga wa korosho na unga wa mbegu za maboga, ili mtu atakavyotumia apate vitamins madini kama ulivyoeleza hapo awali, kwenye unga wa mfuko mmoja. Okay, hatujachanganya exactly. Kama ni pumpkin utaikuta pumpkin asilimia mia cashnut asilimia mia na almond asilimia mia. Kwa nini tumefanya hivi? Tumefanya hivi kumpa uhuru mteja kuweza kuamua ni kipi anahitaji. Mm. Kama unavyojua kuna watu wana allergy na korosho, so kama umechanganya moja kwa moja korosho na almond atakosa option. Kwa sababu tayari umemlimti lakini kuna watu hawapendi unga wa almond. Kwa hiyo kama almond umechanganya na korosho, pia utakuwa umemnyima option kwao. Tulifanya hivi kumpa mtu option, mwenyewe achague ni unga gani anahitaji kutumia, even though yeye mwenyewe kwa matakwa yake hakatazwi kuchanganya unga hizi. Kwa hiyo anaweza akanunua kama anahitaji mixture, akaitengeneza yeye mwenyewe. Nikirejea katika kitabu cha science ya mapishi pale, nimejifunza kwamba kuna sahani ya mlo mkuu na sahani ya mlo msaidizi. Je, vitafunwa hivi vinavyoandaliwa na Dr. Boaz Kitchen vipo upande gani, viko upande wa sahani ya mlo mkuu au vipo katika upande wa sahani ya mlo msaidizi? Kwenye sahani ya sayansi ya mapishi tunashauri asilimia sabini na tano ya sahani ni mlo mkuu. Kwenye mlo mkuu, kwenye sayansi ya mapishi tunamaanisha vitoweo, ikiwa na maana ya yeah. nyama samaki, mayai unaweza ukayatem kama main dish, lakini mikate, cupcake, waffles tuna tunazitem kama side dish kwa maana ya mlo msaidizi. Mm. Yeah. Kwa hiyo usije ukaweka mkate mzima na minofu miwili ya nyama. <laughs> Natamani uweke robo kilo ya nyama na mm -hmm. silesi mbili za mkate je? <laughs> Yeah, vitafunwa hivi vinaweza kumsaidia mtu yoyote ambaye labda anasumbuliwa na magonjwa ya lishe, na vikamsaidia kabisa kabisa kabisa akaweza kudhibiti magonjwa yake, magonjwa yanayomsumbua ya yeah. Vitafunwa hivi ni msaada mkubwa sana kwa watu ambao wanatekeleza programu ya sayansi ya mapishi kwa sababu anakuwa ameepuka matumizi makubwa sana ya wanga ambayo alikuwa akitumia hapo awali. Mm. Lakini pia inakutaka wewe ambaye ni mtekelezaji uwe na disipline. Kuna mtu anaweza akakwambia mi natumia vitafunwa vyenu, lakini akimaliza kutumia vitafunwa vyetu, anatafuna tende kidogo. Mm. Anakula ndizi kidogo. Kwa hiyo unatakiwa uwe na disipline pamoja na kutumia vitafunwa hivi, lakini pia inatakiwa uwe na disipline, kwa maana ya kwamba ubaki njia kuu, usichepuke. Ndiyo naweza ukawa unatumia mikate sikusaidie, unatumia wapo sikusaidie, kwa sababu baada ya kutumia kuna vitu vingine pia unadokoa ambavyo havishauriwi kwenye programu ya sayansi ya mapishi. Sawa so, sawa so, kabisa <coughs> hala, idara ya lishe mnatengeneza vitafuno exactly, nahisi mnawasaidia sana wale ambao wanashindwa kuingia jikoni yeah, pamoja na kwamba kwenye programu yetu ya sayansi ya mapishi tumekuwa wazi sana kuwaeleza watu na kuwaelekeza namna ya kutengeneza vitafunwa hivi mm. Lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba watu wengi sasa hivi wako bize, hawawezi wengi, wanakosa muda wa kuandaa. Kwa hiyo tuliandaa siku maalum kwa ajili ya kuwaandalia watu hawa ambao wanakosa muda wa kuandaa vitafunwa hivi mm. Tunaandaa, mm. tunaandaa mikate cupcakes na tunaandaa waffles na vitafunwa hivi vinakuwepo mara mbili kila wiki mm. Ikiwa na maana kwamba siku ya Jumanne na siku ya ya Ijumaa, vitafunwa hivi vyote mnatengenezea na unga huu wa almond, unga wa korosho na au unga wa mbegu za maboga kabisa kabisa, na ndio maana mteja wetu anapo kwa sababu vitafunio vyetu sisi huwa tunaenda kwa oda mm, na mteja anapopiga simu kuweka oda huwa tunamuuliza mm, tunamuuliza option anataka kitafunwa cha unga upi. Kama ni almond atawekewa almond, kama ni korosho atawekewa korosho. Inaelekea ni vitamu sana, mnionje kimoja. mm. Naionaje hii? Hey, ndo nini hiyo? Ni waffles tengenezwa kwa korosho hiyo, na korosho mm. Sawa sawa kabisa. Jamani, ushindi wa wewe kuchagua vitafunwa, vipo unga upo, lakini pia vyote hivi unaweza ukasindikiza pamoja na tosha ti. Nimeona hapa umekuja na tosha ti, lakini ujisemea chochote hapa. Hey, niko na tosha ti. Hiki ni kiungo tunakitumia kwenye chai mm. kwenye maziwa ndio, kwenye uji umeenda, uji wako unahitaji kuweka flavor hii hapa tosha ti, sije ukaweka. Umeandaa vizuri uji wako mm -hmm. wa kutumia unga wa korosho unga wa mbegu za maboga, ukatia na sukari au asali mle ndani, utakuwa bado hujafanya jambo. Kwa hiyo tunakushauri unapoandaa eza uji, maziwa, chochote, ukiwa unatekeleza program ya sayansi ya mapishi utumie tosha ti. Haya ni majani kwa ajili ya vimiminika vyote vya moto na baridi. Unaweza kuweka kwenye mtindi wako flavor kidogo, naweka tosha ti kwa mimi. Hapa niko na maziwa yangu mm, na kidogo hapa napata breakfast hii. Huu ni mkate wa korosho mm nawe mi wafa yangu hiyo nitamalizia baadaye. Mfuatiliaji wa vipindi vyetu, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Hakikisha unakula vitafunwa ambavyo havitarudisha matarajio yako ya kupungua uzito au ya kudhibiti magonjwa ya lishe. Kupata bidhaa zetu, tupigie simu namba 0767030160 na kama uko bize basi usisahau kuweka oda. Kumbuka ni siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Mpaka kipindi kingine, karibuni sana.